Kesi za wazee kufia gesti zimekuwa nyingi mno siku hizi. Nini sababu? Wazee muda wa harusi ulishaisha, lakini bado hawataki kutoka ukumbini. Ndio changamoto hiyo. Kwa wazee wengi wamekuwa wakijilazimisha kumeza viagra na erecto. Hizo dawa ambazo mnadhani ya kwamba zinaongeza nguvu za kiume, ndizo zinazowaua wazee. Asilimia kubwa ya, ya wazee ambao mnasikia wamefia gesti, wakati mwingine wanaishia kuaibika kwa, kwa sababu wengine wanakuwa wakati na wanafunzi wakati fulani kwa wazee Matumizi ya viagra kwao inatakiwa kuepukwa sana, kwa sababu yanawaua. Mzee anapokuwa amemeza viagra, unajua tayari mzee umri wake umeenda, na mara nyingi wengi wanakuwa ateri zao zimeshaanza kuwa blocked. Kwa anapotumia viagra, kazi ya viagra ni kutanua misuli, mishipa ya damu ili damu iweze kuwa nyingi, damu ipelekwe kule kwenye kwenye uh, uume ili uweze kusimama vizuri, kwa sababu hata hivyo muda wake umeshaanza kuisha. Sasa nini kinatokea? Hiki ndicho kinachotokea mpaka mzee unasikia mzee amekufa. Sasa wakati viagra inamezwa, damu nyingi zinapelekwa kwenye mfumo wake wa mwanaume, ambako amba, amba, kuna penis, alafu penis inasimama, inaposimama shughuli inaanza, lakini ukumbuke ya kwamba viagra haikutengenezwa ama erecto haikutengenezwa kwa ajili ya mambo haya. Erecto ilitengenezwa kwa ajili ya presha. Hiyo ni dawa ya presha, sio dawa ya mambo yenu mliozoea. Kwa hivyo unapoimeza ile, inashusha presha, kwa wale wenye shinikizo la juu la damu inashusha presha, ndiyo kazi yake. Baadaye katika ufanyaji wa kazi ndiyo ikagundulika ya kwamba kumbe ina, inaongeza erection, ndiyo ikaanza kutumika na ikachukua umaarufu kwenye erection badala ya uh, kazi yake basic ambayo ilikuwa ni ni ni basic ilikuwa ni control pressure. Sasa mzee anapokuwa ameimeza hiyo viagra, ni kweli anaanza shughuli, na ukumbuke, unapoanza shughuli, mwili unahitaji damu ya kutosha utahema sana pia, ambayo ni kawaida, mwili utaushughulisha. Lakini pia wazee wengi, wakati tukiwa tunakula kile chakula, unakuwa unalai flat. Wengi hatuwezi kusimama ama kufanya yale mambo yetu ukiwa umesimama. Chakula kinapopakuliwa, wengi unakula ukiwa ume, umelai flat. Sasa unapokuwa umelai flat, unapokuja kusimama ghafla baada ya lile tendo, unakutana na kitu kinachoitwa postural hypotension, yani pressure inashuka ghafla. Kwa nini? Kwa sababu ile dawa iko kwenye mekanizimu zake na mwili ulikuwa unaushughulisha, sasa unasimama ghafla. Unaposimama ghafla, damu badala ya kupelekwa kwenye brain, kwenye ubongo, inashuka kwenda kwenye miguu. Inaposhuka ubongo unakosa hewa, damu kwa hiyo maana yake unakosa hewa, unashangaa mzee wa watu ana kolapsi. Na kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vimo kwa mzee, underlying issues na disorders, unafanya unasababisha, ama inafanya mzee anakufa ghafla, kwa sababu supply ya damu kwenye braini imekatwa ghafla. Unashangaa mnasikia tu mzee amefia gesti. Tendo la ndoa wakati linafanyika, ukumbuke mapigo ya moyo huwa yanaenda kasi, kwa sababu yanaongezeka, lakini pia mfumo wa upumuaji na wenyewe unaongezeka, na mishipa ya damu inakuwa imetanuka, kwa sababu damu nyingi inahitajika. Kwa hiyo viagra na erecto, ukweli ni kwamba ninachotaka kukwambia, haikupi ama ha haikupi nguvu za kudumu, ni kwa muda tu mfupi na zaidi, baada ya hapo ukizoea sana, unakuwa kana kwamba ni mlevi, huwezi ukaperform bila viagra. Na mara nyingi hawa wazee hawanunui viagra kwa ajili ya wake zao, wananunua viagra kwa ajili ya watoto wadogo wadogo. Wale ndio unaona wanafia gesti, kwa sababu mara nyingi nani ana, nani mzee anapeleka mke wake gesti? Nini ambacho natamani kukwambia siku hii ya leo, unapomeza viagra ni sawasawa na kukopa. Yaani wewe unadhani ya kwamba viagra inakupa nguvu ya tendo, lakini ukweli ni kwamba viagra inakopa nguvu za moyo, inapokopa nguvu za moyo inakuweka kwenye deni. Kwani lazima ulilipe lile deni linapokuwa kubwa unashindwa kulilipa linachukua moyo wako linachukua roho yako linachukua brain yako ndio nawaambia wazee wangu ukiona harusi imeisha rudi nyumbani muda wako muda wa harusi umeisha rudi nyumbani nenda katulie Biblia inasema usiwe mjinga kwa nini ufe kabla ya wakati wako kitabu cha mithali cha mhubiri sura ya saba mstari wa 17 maana mwanadamu hajui hajui siku yake kama ndege wanavyokamatwa kwenye kwenye tundu bovu, ndivyo ambavyo mwishoni unajikuta unakufa katika, unakufa msiba ambao ni wa fedheha. Mhubiri mhubiri 9:12, unakamatwa kwenye tundu kama ndege. Mungu akusaidie sana mzee, ninakupa ninaku, ninaku, ninaku tu hii siri: matumizi ya viagra ni hatari kwa afya yako. Mungu akusaidie sana. Unapofanya matengenezo, viagra sio dili, tulia nyumbani. Bwana akubariki sana, usife kabla ya wakati wako.